Mbwa akikatiza sala imeharibika. Haya, tuachane na mbwa tuende kwa mwanamke yeah. Kwa nini mwanamke? Mwanamke ana nini? Amekatiza tu hawala, hajavaa mavazi yoyote ya kikaaba au hajashawishi kwa vyovyote. Ha, mwanamke tutakuwa na mada inayosema thamani ya mwanamke wa Kiislamu na mwanamke wa Kikristo oh. Yupi mwenye thamani? Sasa pale tutakapua na mada ya thamani ya mwanamke wa Kiislamu na thamani ya mwanamke wa Kikristo tutaeleza na hivyo vitu vingine. Kuna swala la hedhi hapo, mm. Mwanamke anapokuwa na hedhi haruhusiwi kabisa kufanya sala. Mwanamke hana hana thawabu kubwa anapoenda msikitini kuswali atakuwa, mm. na thawabu kubwa anaposwali nyumbani kwake, okay. Mwanamke lazima hajifunike gubi gubi, ili mm. kumlinda mwanaume asiingie kwenye matamanio eh, kwa kwa mwanamke. Kuna mambo mengi sasa nashangaa, nataka hapa kwa ufupi, mtu akiwa yupo kwenye swala mm mwanamke akakatiza swala ile, inakatizwa kwa nini? kifupi tu hapo. Na kwa kifupi ni kwamba mwana, we, unaposoma Qurani sura ya tatu aya ya 14, ngoja kwanza niangalie angalie, e, sura ya tatu kitabu cha Qurani Sura ya tatu sura ya tatu sura ya tatu aya ya 14, ni juzu ya tatu surati Al-Imrani, juzu ya tatu surati Imrani aya ya 14, nasema hivi: watu wamepambiwa kupenda matamanio ya wanawake na wana na mirundi ya dhahabu na fedha na farasi asili na mifugo na mashamba hayo ni starehe ya maisha duniani, na kwa, eh, na kwa Mwenyezi Mungu ndio kwenye marejeo mema. Naomba nirudie 3:14 Qurani, Korani, watu wamepambiwa kupenda matamanio ya wanawake. Sasa anaposema watu wamepambiwa kupenda matamanio ya wanawake, maanake ni wanaume hao ndio watu watu ni wanaume, sio kama Biblia inavyosema na tumfanye mtu, ikimaanisha mtu mke na mume a -a. <laughs> watu ni wanaume kwa wa, watu ndio waliopambiwa mapambio ya kutamani wanawake. Kwa hiyo anapopita mwanamke wakati akiswali kiswali, huyu mtu anapopita mwanamke mbele yake, tayari swala yake inaharibika, maana ame, ame ame, ameona matamanio yake katika mwili ya na matamanio makubwa ni ya ngono tu, ndio maana hata misikitini hakuna sauti ya mwanamke inayotoka kwenye spika. Imamu akisikia ile ame sala inaharibika pia, itakuwa imeharibika kwa sababu tayari amesikia sauti, inaenda kumwingiza kwenye matamanio. Kwa hiyo sauti tu, siyo ya mkeo, ili mradi ni sauti tu inaweza ikakuingiza kwenye matamanio ili mradi ni sauti. Sa sauti ya mwanamke hapa, unaona amepewa mapambi, mapama, anasema watu wamepambiwa kupenda matamanio ya wanawake, sio ya wake zao. Sawa, ni kweli, wanaume tuna matamanio ya wanawake, mm. Mm. Lakini mwanamme ambaye ni mcha Mungu, inakuwaje sauti ya mwanamke mwingine, uh, iku, ikuteke tu? Inaonesha ni kiasi gani watu hawa nafsi zao hawazibidiishi kwa Mungu, na mwanadamu aweze kujibidisha nafsi yake akafanikiwa mm. Isipokuwa unahitaji roho wa Mungu akusaidie ili uweze kuikata ukweli kuishinda tamaa. Ngoja nisome hapa maandiko kwenye kitabu cha Biblia e, kitabu kile cha Warumi sura ya nane mstari ule wa tisa. Warumi sura ya nane mstari wa tisa, Biblia inasema hivi. Mm. Ah. Ninafungua kama nimezoea. <coughs> Nimefungua sasa hivi hapa <coughs> Korani, naenda kushoto tena baadaye kwenda kulia, kutoka kushoto kwenda kulia <coughs> sura ya nane mstari wa tisa eh, bibi nasema hivi wale wale wafatao mwili wale wafatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi amfuati mwili bali mwafuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Naomba nirudie mstari huu, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi amfuati mwili bali mwafuata Roho. Sasa mwili unapokosa roho wa Mungu huo mwili ndio unapoenda kwenye matamanio ya mwili moja kwa moja. Hauna, hauna, hauna kizuizi. Huwezi kujizuia mwenyewe ukafanikiwa, haiwezekani. Kwa hiyo mwalimu, unataka kuniambia hiyo ni ishara ya kuwa wamekosa roho wa Mungu? Hawana roho wa Mungu, na tutasoma maandiko baadaye hapa. Ma, ma, Korani inasema, wanakuuliza habari za roho, sema hayo ni mambo yanayohusiana na mwenyezi Mungu, nanyi hamjapewa ila kidogo tu. Tutasoma maandiko hapa, lakini anasema lakini, mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hiyo roho wa Kristo ndio anayewawezesha watu kushinda tamaa okay. Ndio maana sisi makanisani kwetu, mimi naenda na mke wangu kanisani, ndio tunakaa karibu na mke wangu. Ndiyo. naona mna mke wa mwenzangu. Ndio. wala tamaa hiyo haipo, kwa sababu ndani yangu yuko roho wa Mungu, yani Kristo ndio anayeniongoza kwenye maisha yangu, ambaye ya anakuwa kama speed governor. Yeah. Okay. Huyo ndio anayenisaidia mimi kuua tamaa ya mwili. Sasa kwa Mkristo kwa Mkristo hapa, hmm, kwa Mkristo ambaye amemwamini Kristo lakini bado tamaa za mwili zinamsumbua. Nafikiri ndiyo maana hapa anasema, lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo huyo si wake. Kwa hiyo kuna Mkristo yuko ndani kanisani, lakini roho wa Kristo hayuko ndani yake, huyo sio wa Yesu, hata kama atakuja kwenye ibada vipindi vyote atahudhuria Inawezekana kwa sababu roho wa Mungu ni nafsi ambayo inaweza kudanganywa, ni nafsi ambayo inaweza ikakataliwa. Kwa hiyo ili roho wa Mungu atende kazi ndani yako, wewe ndio unaruhusu. Usipomruhusu roho wa Mungu, unamruhusu roho wa Shetani. Umesema roho wa Mungu ni nafsi inayoweza kudanganywa, yeah, ikimaanisha nini? Aha. Ngoja tuangalie kitabu cha Matendo sura ya tano, lakini malizie kwanza huu mstari wa kumi hapa, nimeona napunguza kitu kwenye nane tisa mpaka kumi Na Kristo akiwa ndani yenu mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ihai kwa sababu ya haki. Narudia na, na roho wa Kristo akiwa ndani yenu mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ihai kwa sababu ya haki kwayo, kwa hiyo mwili unauawa kwa tamaa dhambi kwa roho wa Kristo kukaa ndani. Nje yapo sasa nikasema roho wa Mungu ni nafsi, roho wa Mungu anaweza kudanganywa, na ukishamdanganya anakuacha. Kwa sababu anajua kabisa we, anasema uongo, maana yake umemdharau. Kwa unapomdanganya roho wa Mungu anakuacha. Kitabu hiki cha Matendo ya Mitume eh, nitasoma sura ya tano mstari wa kwanza mpaka ule wa sita kwa habari za Anania. Maandiko anasema hivi: lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe waliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua hayo, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza roho moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na na kuzuilia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja. Kwa mujibu wa swali uliloniuliza, niulize, nirudie huu mstari wa tatu. Petro, akasema Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuiliwa kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja. Mstari wa nne, kilipokuwa kwako, hakikuwa mali yako? Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu. Unaona alichokifanya Anania? Yeye yeah, alidhani anamdanganya mwanadamu ndio, kwa hiyo alimdanganya roho wa Mungu kwayo. E kwa, kwa sababu ni nafsi, anakuacha unapoudanganya, anakuangalia, anaona umemdhara, anakuacha hawezi kukupa ulinzi tena. Kwa sababu hiyo, sasa shetani anachukua nafasi. Kwa hiyo kunawezekana huyu akawa ni mkristo ambaye roho wa Mungu amekaa mbali na yeye, ndiyo. Lakini Yesu anamuona huyu mtu, Yesu anamuona huyu mtu lakini huyu ndio anatakiwa kubadilika, akisha atambua. Sasa atatambuaje? asiache kuhudhuria mafundisho mara kwa mara na atake kusikia. Akisha ataka kusikia, yale anayoyasikia ayafanyie kazi, ageuke, amrudie Kristo Yesu. Yesu atafanya makao ndani yake. Akisha afanya makao ndani yake, basi hata kuwa na hataku, hata uweza, hata tamani kutenda ubaya, na endapo atakuwa amekosea, basi huyu roho wa Mungu anamkumbusha. Uovu hautakuwa sehemu ya maisha yake. Waswahili wanasema hivi ni rahisi, inawezekana kabisa ndege akatua kwenye kichwa chako, lakini haiwezekani ndege ajenge kioto kwenye kichwa chako. Inaweza ikatokea ndege akatua kichwani, inawezekana aha, lakini haiwezekani ndege ajenge kioto atege mayai kwenye kichwa chako, haiwezekani ah. Maanake mm, mm, mm. <laughs> nini maneno haya kwamba inawezekana katika shughuli zetu tunafanya kazi na Waislamu, hatujatengwa nao kufanya nao shughuli mbalimbali, wapagani, ndio ikawa sababu ya kutukosesha, tukamkosea Mungu, lakini papo kwa papo tutatambua makosa, na tukishatambua tunaingia kwenye toba muda huo, hata kwa kimya kimya pale ulipo, pale umefanya jambo ukatambua, ili nimekosa, basi hapo hapo utamuomba msamaha Mungu, hata bila kutamka sauti. Maana Yesu anasema anajua mahitaji yetu hata kabla hatujasema chochote na wakati mwingine usikubali kulala. Sio wakati mwingine, kila siku unapoenda kulala usikubali kulala bila kumshukuru Mungu kukupa uzima, ulinzi mchana kutwa na mahitaji ya kimwili. Au muombe msamaha wa yale ambayo umeyafanya bila kujua kwamba umekosea. Inawezekana ukafanya hivyo bila kujua kwa sababu Roho wa Mungu ndio anayetuwezesha. Na wakati huo huo unaweza ukawa msahaulifu pia kwa sababu yeye yeah, atumii mamla, yani atumii nguvu kukusaidia kushinda, isipokuwa anaangalia matakwa yako kwake, ndipo anapokuwezesha kuyatimiza yale unayoyataka. Ikitokea watu wamekukosesha, basi utaomba msamaha na Mungu atakusamehe tu, kwa sababu yuko pale na yeye anajua kwamba huyu, ili jambo hili sio yeye, isipokuwa ni huyu. Kwa hiyo kusamehewa ni rahisi zaidi. Hiyo ndio tofauti yetu tuliookoka na wale ambao hawajaokoka. Asante. kama nilivyotangulia kusema kufumba macho kuna maana, kuna maana mbili. Kufumba macho kwa maana ya kuacha kufanya uovu, huko kunaitwa kufumba macho, na kuna kufumba macho kwa watu wanawacha kutenda wema wakatenda uovu. kwa unapofanya maombi yako huku umetazama macho yako, na angalia hivi, haikutakusaidia, yani haitakuharibia kuondoka katika uwepo, kwa sababu kuna macho ya ndani ambayo hayo ndio yanayotumika. Kuna macho ya ndani ambayo hayo ndio umuona Mungu, uona uzuri, uona wema, macho ya ndani. Kwa hiyo unaweza ukafumba macho yako hivi ukasali, lakini ndani yako wewe una mambo mabaya yapo. Kwa hiyo kufumba macho wakati unasali hakuna maana yoyote ikiwa ndani yako kuna mambo mabaya unayoyafikiria kuyafanya. Hapo umefumba macho ya nje na umefumba macho ya ndani ndani, huoni. Huoni wema, unaona una uovu. Kwa hiyo hakutakuwa na faida yoyote. Unafumba macho, hata kunena kwa lugha, lakini ndani una uovu. Kwa hiyo unaweza ukawa unafanya maombi yako, unaangalia macho yako ya... macho ya ndani yamefunga, hayaoni uovu, yanaona wema tu. Kwa hiyo kuna faida, na huu utaratibu wa kufumba macho wakati wa maombi sio agizo kwenye Bible pengine mtu anaweza akasema, haya gani mmeagizwa? Sio agizo, lakini sisi tumepewa nafasi ya kutafakari na kuyafanya yale ambayo tunaona haya yanampendeza Mungu, sio chukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo wazee wetu wa imani walipoona kuna haja ya kuwasaidia wale ambao wenye imani changa, maana katika kundi kuna imani changa pia zipo. Huyu mwenye imani thabiti, imani kubwa, huyu ana masharti, anaweza akafanya maombi yake huko anaangalia lakini mwenye changa una macho. E, mwenye mani changa unamsaidiaje? Biblia inasema hivi katika Mathayo 18:19, kuna maneno yafuatayo hapa. taenda kusoma kukuhakikishia kwamba kile unachokifanya si kosa. 18:19, Biblia nasema: tena nawaambia kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Ninarudia tena, nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo kama wazee wetu waliotuletea imani ya wokovu wakaona njia ya kumsaidia huyu mtu mwenye imani changa anapofanya maombi yake afumbe macho, na hilo likakubalika E, likakubalika katika kanisa, limekubalika na mbinguni. Yesu amelikubali. Kwa hiyo wala usije ukajisikia vibaya unafumba macho wakati unaomba, ukafuata maneno ya Waislamu yanayosema anefumba macho anawaza yaliopotoka, ukajisikia kwamba ufanye hapana. Ukweli ni kwamba hilo limekubalika mbele za Mungu, na hakuna yoyote mwenye uwezo wa kuliondoa. Tumepewa hiyo mamlaka sisi kama Wakristo. Lipi tunaloliona ni jema tukipatana ili linaleta utukufu kwa Mungu. Tukisha kubaliana hilo, basi hilo linakubalika mbele za Mungu. Lakini msije mkapatana katika uovu, alafu kasema basi kwa sababu Biblia inasema lolote mtakalopatana katika ulimwengu litakubalika mbele za Mungu. Aa aa, sio kwamba katika uovu. Ngoja ni, ni, nitoe mfano, maana unaponiuliza nikiongea kuna vitu vingine vinakuja. Wakolosai sura ya tatu mstari wa 17 wa 17. Niliwahi kukutana na mwinjilisti mmoja, yeye ni mwinjilisti lakini, nilishangaa sana baada ya kusoma andiko hili na tafsiri ambayo ameiweka. Naomba tena Wakristo tuangalie sana tafsiri za maandiko, sio kwamba tuchukue tu vile ilivyoandikwa ndio hivyo hivyo. Tuwe na tafakari kubwa, ili tupate kuelewa kwa undani kusudi la maandiko. Kitabu hiki cha Wakolosai sura ile ya tatu, nitaenda kusoma ule mstari wa 17 unasema hivi, lakini eh, no sio lakini. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Kuna mmoja nilimsikia hapa anahubiri, leo ninawaambia, katika jina la Yesu, Biblia inasema lolote mfanyalo, iwe kwa neno kwa tendo, fanyeni katika jina la Yesu, hata ukichinja mtu kwa jina la Yesu. Alafu huyu mtu hakuomba samahani kwamba jamani, nimekosea tafsiri. Kwa maandiko haya hayamaanishi ukafanye uovu Lolote ufanyalo kwa neno kwa tendo, basi ukafanye uovu kwa sababu maandiko amesema hapana. Au pale anaposema wawili wenu wanapopatana jambo lolote duniani, baba wangu wa mbinguni atalifanya, haimaanishi katika uovu, isipokuwa katika wema, na macho yenu yamefumba, msione uovu, mnaona wema, mnamuona Yesu mbele yenu, mnamuona Mungu mbele yenu. Hayo mtakao yapatana, mtakao patana kwa ajili ya Mungu wetu, kwa ajili ya Yesu Kristo, kumwinua Kristo Kuji, ku, sisi kujiweka kwenye ulinzi wa imani yetu isipotoshwe, hilo jambo litakubalika mbele za Mungu. Usije ukaenda guest house huko kwa jina la Yesu, kwa sababu maandiko anasema kwa kila neno mtatalo kwa tendo fanyeni kwa jina la Yesu, alafu kadhani ya kwamba utakubalika mbele za Mungu katika hilo hayo, itakuwa umejitengenezea mwenyewe nafasi ya jehanamu. Amina. Asante. Asante, asante, Asante nafikiri anenafikiri umejibu swali letu vizuri. Amina. Mpaka wakati mwingine tena. Uh, hii ni Mufa, pamoja na Pastor Ally Chikawe. Barikiwe sana. Amina. Asante mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana.